Hawana huo ubavu, niko majangili, hawana ubavu wa kukataa mechi kwa mara ya pili, hawawezi wale. Wewe niambie, toka wajue wale, walishia kushinda mechi gani? Washia kushinda kesi gani? wa toka usikie nyuma, mwiko imeanzishwa, washia kufunga, washia kushinda. Nasema ni kanuni tu, hamna cha kesi pale, au sio? Wanavyosema wao basi kanuni ndio hiyo hiyo, itaka wataka waje kuwanjani. Nakwambia hivi, ah na huo ubavu za bure bure. Wamezoea mteremko, ile sio JSM family yeah. ile Simba... uh, uh, wanaongoza ligi kwa wanajitekenya, afu wanacheka wenyewe mm-hmm. e. yani e. e. wanachokifanya wao, wanataka kumpanga liba yani shughuli ya kungi, wanataka kumpanga liba <tipi chonangira> e. yani wao wanaji... e. wanajitekenya tu Wacha wambeni, wasijidanganye, hawana huo uwezo. Yani wale ni majangili kama majangili wengine, uwezi kumzuia Simba. mm. e, wewe una ubavu wa kumzuia Simba Sports. Yani, last boni wa kafu sio sio tu TFF kafu kwa kwa yeah. e, imagine yeah. watu waogopa mbuzi yani mbuzi yeah. <laughs> unajua na sababu <laughs> Uh, sisi atu... ah, ah, si ndio wao, umetoa stori hizo yani, katika wanaambiwa sasa, wameenda TFF. kwa nini mmewazuia last born wa taifa asifanye mazoezi siku ya mwisho? Ila kanuni siipo, kwamba mcheze, then ah, ah, yeah. Kanuni, kanuni kwamba... hiyo mcheze, mcheze. hiyo kanuni pia inataka Simba ifanye mazoezi, yani tuzuiwe kufanya kujiandaa na mechi mpaka tumekuja kufanya mazoezi leo hapa ah. Yaani tumetoka Bunji, tumekuja kufanya mazoezi hapa leo hapa eh hey. Haya, tuliofanya hapa mazoezi msianze kuwatisha watu Chimu. Ah, sasa wewe unafikiria ni mechi sisi tulikuwa wakina nani Yanga? Tulikuwa... Sasa mbona amekuja saa sita, walikuwa wanafuata nini wale? Kama wangekuwa na jamini wangekuja saa kumi wangetukuta. Kuna wakati nilikuwa napitia pitia Instagram nikiona comment moja wanasema, hii Simba inayocheza na team wengi ijichanganya kuja Jumamosi wiki. sasa sisi tulikuwa tuchezi mechi sisi tulikuwa serious kaka, sisi tulikuwa tunafanya warm up Sio, hatujajipanga. Tulikuwa tunafanya mazoezi ambayo tulikatazwa kufanya pale Mkapa. Kwa Mkapa, mm-hmm. Eh. Sasa wao si walienda w matokeo ngapi ngapi? Wali, mechi ilikuwa ngapi ngapi, ila ngapi ngapi, ila si walipeleka timu jamani? e, e, wanapewa na nani? sheria iko wapi? Yani hiyo alama tatu unapewa na nani? Kwa sababu walikuwa amna marefarii wala mechi kamishna hayupo. Haya, hiyo pointi tatu unapewa kivipi? kivipi hao Yaani, lazima kipigwe mm. Kitapigwa tu kaka, kupigwa kitapigwa tu Eh, sisi tuko tayari, sisi tutaenda. Asipoleta vipengele sisi tumekimbia kukimbia mm. E, barua usiku. Aya, a, tufanye si tulikimbia ila wao walishindwa kuvumilia masaa mawili. Haya, elfu mbili na ishirini na moja, msijizime data nyie waandishi, masaa mawili kanuni. E, he, na, e, na sisi e, tumeenda kwenye <laughs> kanuni, lakini kiukweli kabisa tukitoa mambo ya kishabiki mambo ya kusemana semana kusimangana, uh, ifike mahali Simba na Yanga wasimame waziheshimu hizi kanuni za mpira wa miguu Tanzania. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba leo hii amefanya Simba na Yanga, kesho atafanya Mtibu, atafanya Kagera Shuga na Namungo, mambo yatakuwa mengine hapa. Lakini pia ifikie mahali Simba na Yanga ziwahurumie mashabiki wake mashabiki wametoka mbali, mashabiki wamepika mavyakula, wakajua leo kinapigwa. Mashabiki wafanyabiashara mbalimbali wamepata hasara, watu wametoka mikoa tofauti tofauti, sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo ifike mahali kila mtu mba ajue wewe mzee umelewa, utakula makofi sasa hivi hapa, umenielewa vizuri? Unanielewa vizuri, basi ondoka, umenielewa vizuri. Kwa hiyo ifike mahali timu zetu ziheshimu hizi kanuni, mpira wetu unaongozwa kwa kanuni. Fikie mahali kila timu iheshimu hizo kanuni ambazo zimewekwa. Kwa hiyo binafsi yangu nimefurahi msimamo wa viongozi wangu, ili siku nyingine iwe ni mwanzo na mwisho. Yaani hii inaitwa mwana ukome, iwe ni mwanzo mwanzo, malizia mu... a mwanamwisho kaka, umefunga iwe mwanzo na mwisho, yaani isijirudie tena. Kwa hiyo ninawapongeza viongozi wangu kwa msimamo mkali ambao wameuweka, na ninaamini msimamo huo, leo na kesho, ule utoto wa majangili hauwezi kujirudia tena.